Sasa kama huyu wamepeleka, labda wana suspect kuna kosa, lakini mwamuzi wa kwamba anakosa ni mahakama. Na sisi Chama cha Mapinduzi na serikali tuliyoiunda kwa idhini wa ya Watanzania hatuingilii mahakama, tunaiachia mahakama ifanye kazi yake, hatuiambii mwachie, haituambii mfungeni, haa. Mheshimiwa Martha Karua anajua hayo mama, lakini kaja anasema ana kofia mbili. Dar es Salaam niko namsikiliza jana. moja ni mwanasheria, nikasema hiyo kofia tunaiheshimu aende Kisutu kwa wanasheria wenzake. <laughs> Lakini akasema kofia pili, yeye ni mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo analaumu, anasema CCM inaogopa CHADEMA, ndio maana inawakamata ili ishinde uchaguzi. Ah, Martha Karua, mimi nataka nimwambie asikie na wanaopeleka habari wampelekee watu wa magazeti kwamba nimesema hapa Tanzania kwa mwaka huu hakuna chama kinaweza kuogopwa na CCM, chama gani? <laughs> Ukienda mahali ugenini ni vizuri ukajua mambo ya hapo kabla hujalalamika. Yeye amefika tu na ndege, mara kapata hoja ya CCM inaogopa Chadema. CCM yenyewe, Chadema yenyewe, ya kuogopa iko wapi? Iko wapi? Wenyewe wawenyewe wameshagawanyika, si kuna G55 wanatafuta chama cha kwenda? Anailaumu tume Anasema kwa nini nawazuia Chadema? Chadema waliambiwa tarehe kumi na mbili waende wasaini masharti ya maadili ambayo walishapelekewa siku nyingi. Wao ndio walikataa kwenda wenyewe, lazima waanzishe zogo ili magazeti yapate cha kuandika. Wakakataa kwenda. Sasa kama wao wana uwezo wa kushauriana na tume washauriane na tume, si sisi. Mtu na ngoja tumekiwakubali tuko tayari waje, tumejipanga vizuri na watashindwa kama walivyoshindwa kwa serikali za mitaa.